Ah, <laughs> karibu tena katika channel hii ya Fairboy, na video hii nimeirekodi maalum kwa sababu ya wale ambao video ya mwanzo hawakuweza kuiona. Ah, hii ni kwa ajili ya wanao apply college au vio vya diploma hivi au ambao wana apply college ni National Council for Technical and Vocational Training. Sasa, hapa kama jinsi unavyoona katika video hii Application deadline ni tarehe kumi na moja mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano. Ko, kila mtu anatakiwa azingatie hilo. K, raundi ya kwanza ya application itaisha tarehe kumi na moja mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano. Hii ni kwa certificate and Diploma Program. kwa elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na ishirini sita, zingatia deadline, lakini kitu ambacho pia unatakiwa ufahamu ni hizi, hii noti hapa ni muhimu sana. Unaruhusiwa kuchagua, kwa hiyo lazima kwanza uwe na email address, lakini pia uwe na mobile number. Kitu cha pili, select your most preferred program according to your qualification. Chagua program ambayo unataka ukasome kulingana na qualification zako, lakini pia chagua vyuo mpaka kumi na mbili. Application fee kwa kila chuo inajitegemea, lakini application itaanzia elfu kumi na tano kwa institution moja na maximum ni elfu arobaini na tano kwao. Kama una apply vyuo vitatu, hakikisha una elfu arobaini na tano. Kila chuo elfu kumi na tano, zingatia. Lakini pia utapewa control number ambayo utaweza kulipia application fee na malipo yanaweza kufanyika kwa njia ya simu lakini pia kwa njia ya benki. Lakini pia soma student admission guidebook for your program of interest specific entry qualification requirement before making any choice click here to view or download the admission guidebook. Kwa kama hauna guidebook unaweza ukaichukua hapa, ukaklika katika sehemu hii, ukaweza kuichukua. Lakini kuingia kwenye registration na kufanya application, kama tayari umeshajiunga ila bado hujafanya application, uta click katika sehemu hii ya login. Ukija katika sehemu ya login kama jinsi unavyoiona hii, sehemu hii ya kwanza utajaza username yako uliyopewa wakati unafanya usajili, na sehemu hii ya password utaingiza password yako. Baada ya hapo, hii neno kama jinsi inavyoonekana, utaingiza hapa katika sehemu hii hapa, weka neno hiyo kama jinsi unavyoona. Kama umeshindwa kuisoma, utabonyeza itabadilika, hiyo neno itakuja nyingine. Kwa hiyo utaangalia ipi ambayo inasomeka vizuri, utaiweka. Baada ya hapo utabonyeza neno login, utakuwa tayari umeweza ku login kwenye akaunti yako. Okay, lakini kama bado haujajiunga basi, utakuja sehemu hii ya click then, utaweza kujaza taarifa zako hapa utajaza taarifa zako kama umehitimu kidato cha nne. Hii ni kuanza process sasa ya application. Kama umesoma from nectar, utaweka hapo na baada ya hapo utachagua mwaka uliofanya mtihani kama ni elfu mbili na ishirini na nne utachagua mwaka wako elfu mbili na ishirini na nne. Baada ya hapo itakuja hapa utajaza format hii hapa index number format, ingiza namba yako ya mtihani kwa herufi kubwa Utaingiza namba yako ya mtihani hapa kwa herufi kubwa, lakini utaingiza email yako hapa, muhimu email hiyo. Baada ya hapo uta confirm email. Ukishaweka email yako utatumiwa email na utatakiwa kuiconfirm ile email, alafu pia utaweka mobile number. Baada ya hapo uta confirm mobile number, utairudia, then utachagua kada, ambao hii ni diploma na certificate, utachagua hapo. Baada ya hapo utabonyeza neno continue, utabonyeza continue ili kuingia na kuendelea na application. Okay. Sasa mimi nimeonyesha hizi njia katika video nyingine ambayo ipo, ila unachotakiwa kufahamu ni deadline ni lini. Zingatia hii. Deadline ni tarehe 11 mwezi wa 7, 2025, lakini pia zingatia kwa kila chuo utakacho apply utalipa fee ya shilingi 15,000 au zaidi, ni shilingi 15,000. Okay. Kama utahitaji msaada wowote, ni cheki hapo link ya grupu langu nimekuwekea katika sehemu ya description. Join katika group, alafu baada ya hapo utanicheki direct message tu kawaida WhatsApp, nitakusaidia na nitakusaidia kufanya application. Lakini pia jambo la muhimu, usisahau kusubscribe katika channel hii. Asante na karibu.